Katika miinuko ya Kilimanjaro ambapo anga hukutana na ardhi, aliishi mfalme mwenye hekima, mwenye maarifa na ujasiri aliyewahi kutawala. Jina lake lilikuwa Mangi Meli, mlinzi wa ardhi ya watu wake. Ni hadithi ya ujasiri wake mbele ya wavamizi wa kigeni na urithi wake wa mapambano ya uhuru. Mangi Meli oh, Alizaliwa katika ukoo wa kifalme wa watu wa Kichaga. Tangu utotoni, alifundishwa maadili ya ujasiri, hekima na kuheshimu ardhi takatifu ya Kilimanjaro. Alipokuwa akikuwa, alimwona baba yake akitawala kwa haki na nguvu, akijiandaa kwa siku ambayo angechukua jukumu la uongozi. Our land is our heritage to protect it is not just our our duty but our honor. Ardhi yetu ni urithi wetu, kuilinda sio tu wajibu wetu, bali ni heshima yetu. usiojiza ukizungumza historia ya jasiri yaliyetangaza Kilimanjaro ikitetemeka uhuru ulipoamua kuleta yako kwenye miteremko ya Kilimanjaro, Mangi Meli alitawala kwa hekima na ujasiri. Chini ya uongozi wake, watu wa kichaga waliishi kwa umoja, wakilinda ardhi yao yenye rutuba na urithi wa mababu zao. As we This mountain is a symbol of our spirits. Tunapolinda ardhi yetu, tunahakikisha vizazi vijavyo vinaweza kujivunia urithi wetu. Mlima huu ni ishara ya roho zetu. Mangi Meli, Mangi Meli tuinde kwa uhuru wa Tanzania tambuliwe, kila subuhi tunakumbuka. Karne ya kumi na tisa. Wavamizi wa kigeni walifika Moshi, wakidai kugundua kile ambacho wenyeji walikijua, mlima Kilimanjaro. Mpelelezi wa Kijerumani Johann Rebmann alifika mlima Kilimanjaro, akichora ramani na kudai madai ya kikoloni. Lakini kwa Mangi Meli, wageni hawa walikuwa tishio kwa uhuru wa watu wake.

for it is a part of our souls. Ardhi fight... hii ni takatifu. Mlima huu hauhitaji kugunduliwa, kwani ni sehemu ya roho zetu. Maneno matamu ya wageni, nia zao za kweli zilianza kujitokeza. Wajerumani walileta siasa za udanganyifu, ukoloni na ukandamizaji. Mangimeli alijua vita vilikuwa mbele. We will fight for our land until our last breath that we will not allow strangers to take our freedom. Mangimeli, tutapigania ardhi yetu hadi pumzi yetu ya mwisho Hatutawaruhusu wageni kuchukua uhuru wetu. Usiku wa giza, usaliti ulitokea. Mangi Meli alikamatwa, lakini hata akiwa mikononi mwa adui zake, roho yake ilibaki imara. Mangi Meli: Mnaweza kuniua, lakini hamwezi kuua roho ya watu wangu. Uhuru wetu no, utaendelea milele. But milele, rudisheni fuvu lake kwa kimatele, kilelezo cha shujaa tunachopenda. Tunaitaka uhuru wa kweli kweli. Na sasa tunataka baraka zake kabla ya kuenda. Mangi Meli alikabiliana na hatima yake ya kunyongwa kwa heshima na ujasiri, lakini kuuawa kwake hakukuwa mwisho. Wajerumani, kwa onyesho la nguvu la kikatili walionyesha fuvu lake na kulipeleka Ujerumani kama ishara ya utawala wa kikoloni. Fuvu la Mangi Meli likawa ishara ya upinzani. Hata kama Wajerumani walilitumia kueneza hofu, machifu wengine wengi wenye ujasiri walipitia hatima sawa ya kunyongwa kama Mangi Meli, ujasiri wao ukisikika mioyoni mwa watu wao. Viongozi 19 wa Wachaga, wa Meru, wa Arusha walinyongwa hadharani kwa amri ya maafisa wa kikoloni wa Kijerumani, wakiwemo Mangi Meli wa Moshi, Mangi Molelia wa Kibosho, Mange Ngalami wa Kibongoto na Mange Lobulu wa Meru. Kielelezo cha shujaa tunachopenda akitaka uhuru wa kweli kweli, na sasa tunataka baraka zake kabla yakua. Baada ya mauaji ya viongozi hawa, mabaki yao yalichukuliwa na kupelekwa Ujerumani kwa madhumuni ya utafiti wa kibaguzi baadhi ya mabaki haya yanayojulikana kama marejesho yameweza kutambuliwa kupitia mradi wa marejesho unaoendeshwa na Flinn Works Berlin Post-colonial na Old Moshi Cultural Tourism huko Berlin na New York. Mwaka jana katika Keulu, waziri wa nchi katika wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani alishiriki katika kumbukumbu -kumbu huko Old Moshi na kuomba msamaha kwa niaba ya serikali ya Ujerumani kwa uhalifu wa kikoloni kama alivyofanya hapo awali rais wa shirikisho la Ujerumani Frank-Walter Steinmeier huko Songea kusini mwa Tanzania. Hata hivyo, jamaa wa wahanga bado wanasubiri mababu zao warejeshwe. tangu mwaka 2019 wapiganaji wa upinzani dhidi ya ukoloni wa Kijerumani wamekuwa wakikumbukwa kila mwaka tarehe mbili 2 Machi huko Old Moshi Kilimanjaro Tanzania. Tarehe mbili kila mwaka ni kumbukumbu kumbu ya kunyongwa kwa Mangi Meli, na tarehe mbili mwaka huu 2025 inaadhimisha miaka 125 tangu kunyongwa kwa viongozi wa Kilimanjaro na Meru waliouawa na Wajerumani. Tunaunga mkono kizazi cha waathirika nchini Tanzania katika siku hii ya kumbukumbu kumbu na katika urejeshaji wa mabaki ya mababu waliotekwa. kwa mabaki ya Mangi Meli siyo tu kuhusu historia bali ni kuhusu uponyaji na kurejesha utambulisho ulioibwa na nguvu za kikoloni. Ni ushuhuda wa uvumilivu wa watu ambao hawako tayari kusahau. Mlima Kilimanjaro bado unasimama kama mlinzi wa historia na urithi wa watu wa Moshi, na jina la Mangi Meli litasikika daima katika upepo wa mlima huu likiwa ushuhuda wa ujasiri na roho isiyovunjika ya watu wa Kichaga. Usiogiza ukizungumza historia ya jasiri yaliyetangaza Kilimanjaro ikitetemeka uhuru ulipoamua kuleta Mangi Meli, mfalme tunayekuita. Mabavu yako hayana kipingamizi, mashujaa waliokukusa wanajua hadithi ya ukweli Fuvu lake lirudishwe nyumbani. Mangi Meli, Mangi Meli, tuinde kwa uhuru wa Tanzania, atambuliwe kila subuhi. Tunakumbuka mapambano yako, hatuyapotezi kwenye milima na mabonde, ndoto yako yawe yatimie.